Wakati raia wengi wa Kongo DRC wakihitaji mapumziko juu ya mgogoro wa kivita uliofufua kumbukumbu kumbu mbaya za vita vya Kongo, baadhi ya viongozi wa Asasi ya Siasa, Ulinzi na Usalama ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC-Organ wameshiriki Mkutano wa Dharura wa Wakuu wa Nchi na Serikali wa SADC kwa njia ya Mtandao pamoja na viongozi mbalimbali mbali. Mkutano huo kwa njia ya mtandao ambao umemshirikisha Rais wa Tanzania ambaye pia ni mwenyekiti wa asasi hiyo umefanyika Ikulu Chamwino mkoani Dodoma ambapo pamoja na mambo mengine unajadili hali ya ulinzi na usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mjadala muhimu katika mkutano huo ni juu ya kudhibiti kujirudia kwa historia mbaya kwa Wakongo, wakati ambao waasi wa M23 wakisonga kuelekea Kinshasa wakidaiwa kusaidiwa na wanajeshi wa Rwanda na Uganda. Tangu kuibuka upya kwa mgogoro huo inadaiwa zaidi ya wakongo elfu mbili wameuawa na miili yao kuzikwa na wanachama wa Msalaba Mwekundu. Katika sehemu mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, jamii zinajiandaa kwa vita au kukimbilia usalama wakati wa aswa M23 wakisonga mbele, wakiteka miji muhimu ya mashariki kama Goma na Bukavu katika wiki za hivi karibuni. Kundi hilo la waasi, ambalo Umoja wa Mataifa unasema linaungwa mkono na Rwanda, limekaribia pia Walikale, eneo muhimu la uchimbaji madini, huku ofa ya Kinshasa ya dola milioni tano kwa yeyote atakayekamata viongozi wa M23 haijawazuia waasi hao kuendelea kusonga mbele.